wailna turjaun. Watukufu ndugu zangu, mwenyezi Mungu Allah tabaraka taala anasema kwenye maneno yake matakatifu. Mola anasema ja li bashari min minqablika luldi. Maneno yake Allah tabaraka wataala anasema Hakuna kiumbe chochote katika viumbe alivyovileta duniani kilichopangiwa kuishi milele hakipo. Bali anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni lazima itaonja kifo. wanebenuakum bishari walkhairi fitna. Mola anasema Nitawapimeni enyi wanadamu, kwa kheri na shari, kupata na kukosa, uzima na maradhi, utajiri na umaskini, vyote mwenyezi Mungu anasema ni fitina, ni mtihani wa ilaina turjaun, bali kwake mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya kila kiumbe. Leo hii naona tuko hapa kwa marhemu mzee Huseni. Huyu mama ni mama wa wengi na ni bibi wa wengi. Mama alwata ni hapa Zainabu binti Huseini ameiacha dunia, muda wake umetimia, ni mpango wake Allah subhanahu wa ta'ala. Maana hakuna kitachobaki. Watukufu ndugu zangu, mtume wetu Muhammad, mtume anasema Muhammad. Muhammad. Ya ibnu adama ish ma shi'ta fa innaka mayitun. Mwanadamu, mwanadamu, ishi vyovyote unavyoweza kuishi. Vijana mngeacha kuongea kidogo huko yema, shehe zangu huko mngeacha maongezi. Mtume anasema ishi mashita fa innaka mayitun, binadamu ishi unavyotaka, lakini usisahau wewe ni maiti wa habib ma habibta fa innaka mufarriqun bihi, nampenda unayempenda yoyote, lakini ujue iko siku utaachana naye. Huu ni mpango wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi wanadamu tunapokuwa tuko duniani tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sisi wote ni wa Allah na sisi wote kwake tutarejea. Kubwa sana ni kila mmoja katika sisi ujue thamani ya akaka umri. Mungu amekupa pumzi, aliyotupa mwenyezi Mungu subhana wa taala, ni dhamana ya muda ufupi, na wakati wote utafika, mola atachukua pumzi yake. Kwa kuwa kufa ni lazima, cha msingi ni kuangalia, je, Mungu akichukua pumzi yake leo nitaenda ikiwa nimeridhiwa na Allah. Mambo mawili: hakikisha mwanadamu muda wote unamsujudia Mwenyezi Mungu, ukweli wa kumsujudia unafanya ibada. Hakikisha mwanadamu unaishi na wenzio katika maisha bora, maisha ya kuridhiwa, maisha ya kupendwa na wenzako. Kwa sababu ndugu zangu, pepo na moto vipo hapa hapa duniani, ni matendo yako tu. Ukiwa mwanadamu, ukifika mahala, watu wote wanakupokea wanasema, bora fulani amefika, huo ndio utu. Lakini ukiona, ukifika mahala, kila mmoja anasema, subhanallah, kumeletwa, ujue hata kwa Mungu inaandikwa hivyo hivyo. Ndugu zangu, tufanye ibada na tuishi vizuri na wenzetu katika maisha yetu ya dunia. Jambo la pili, ndugu zangu, kwa kuwa leo tumekutana hapa, mimi kama shekhe mkuu wa wilaya hii, ni vizuri niseme neno hili. Ndugu zangu kina baba na kina mama, nchi yetu ya Tanzania sasa hivi ipo kwenye taharuki. Ni wajibu wetu sisi kama Watanzania bila kujali dini, mkristo wala mwislamu, hakikisha unalinda na kuhubiri amani. Amani na utulivu ndio jambo linalotakiwa sasa hivi kwa kila mwanadamu, kwa kila Mtanzania. Amani na utulivu ndio mwarubaini ambao utatuvusha na kutufikisha mahala salama. na hili nawaagiza viongozi wangu wote wa dini kila mmoja ahubiri amani katika maeneo yake kila mmoja awahimize jamaa na ndugu na marafiki waishi katika hali ya amani tusikubali kuingia kwenye vichochezi wako watu wanaochochea watu wako watu wanachochea watu wengine wanaagiza wengine wanawahimiza watu waingie kwenye maandamano waingie kwenda kupambana baina ya wao kwa wao, kama yaliyotokea huko mikoa mingine. Watu wamepoteza mali, watu wamepoteza roho, watu wamepoteza maisha, watu wamepoteza miundo mbinu. Ndugu zangu, tusikubali kuchochewa, na Mwenyezi Mungu anapenda kuona watu wake wanaishi katika amani na utulivu. Mungu anapenda kuona watu wake wanaishi katika hali ya udugu na kusaidiana, bila kujali vyama, bila kujali madhehebu, bila kujali dini. Kila mmoja amjue binadamu kama ni binadamu mwenzie. Kwa ndugu zangu, kila mmoja ashike amani. Amani na utulivu iwe ndiyo somo linaloendelea katika maisha yetu yote. Mkikaa wawili watatu ambianeni amani na utulivu. Mkikaa wanne watano tano, ambianeni amani na utulivu. Akina mama, mkikaa vikundi vyenu, ambianeni amani na utulivu. Ndio agizo la Mungu, ndio agizo la utu na ndio binadamu. Nimependa niseme hili ndugu zangu, ili kila mmoja alishike Tusikubali kuingia kwenye vichochezi wala tusikubali kuingia katika mifarakano na wala tusikubali kuingia katika maandamano yasiyokuwa na tija, ambayo hayana maana yoyote kwenda kutuharibia amani, wengine wanabakia vilema vya kudumu. Baada ya kusema haya, namwomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala atulinde, atujalie tuendelee na mapenzi yetu kama tulivyokuwa zamani. Mwenyezi Mungu atupe amani na utulivu katika nchi yetu tuendelee kuwa kisiwa cha amani. Mwenyezi Mungu atuepushe na kila mabalaa ambayo yanaweza akatusonga na kutuharibu. Mwenyezi Mungu atujalie kupendana na kusaidiana kama Watanzania. Rehma na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Tuingie katika ibada, tumsalie mama yetu ili tuende tukamweke mahala pake. Kwa mwisho, la mwisho kabisa, la mwisho kabisa, ni kuombeni sana Mmesikia hapa, watu tumekuwa tunaangaika hata shuka ya kufunika jeneza imekuwa shida. Shite, shuka ya kufunika jeneza la kwenda kutustiri kutuzika kwetu imekuwa tatizo. Ah, alhamdulillah rabbil alamin, nimenongonezwa hapa kwamba mwenyekiti wa kitongoji amesema tusichangie. Tulitaka sasa hivi kila mmoja atoe alicho nacho lakini mwenyekiti wa kitongoji amesema atatoa shuka, ila mimi ningemwomba tupate pia mbili. Zote zimepatikana basi, asante sana. Mwenyezi Mungu akujalie. Kama ni uongozi, tunapenda viongozi wa namna hii, na kama ni watu wema, tunapenda watu wa namna hii ambao wanaweza kuwatija katika jamii. Tumwombee dua, tumwombee kheri na tushirikiane naye. Asalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh.